Leo hii nilisema pamoja na kwamba nakuja kuwasalimia wazazi wangu ili nipate baraka za kuanza kazi hii nzito niliyoaminiwa, nilisema nitapita nikague miradi. Moja ya mradi niliyopita ni huu hapa. Nimeanzia kule kukagua, nimeshakagua hatua ambayo imefikiwa, nimefika na hapa nimekagua,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 anaelekeza na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu. Ndani ya mwezi huu, jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hii nchi ni yetu, na Mheshimiwa Rais ametoka kutuambia juzi, wakati anazindua bunge na siku anaapisha, hatuna mjomba, tuna mama tu anaitwa Tanzania na kama hawataendelea, mheshimiwa waziri, wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wame, wame, wamesubirishwa, wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. Tutajenga, tutajenga na huu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa, na huyu ndo itakuwa somo, akamatwe Naevi atafute kama hii hujuma yote hii aliyotuchelewesha miaka yote hii, na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, hajalipa, kama haangukii kwenye hatia yeyote ya kuhujumu watanzania na kuhujumu maisha ya Watanzania.